Naam, tukiachana na, na taarifa hiyo uh, ni kwamba wagonjwa katika maeneo ya wa Garissa wamejipata taaban baada ya wahudumu wa afya kugoma huku hospitali hiyo ya rufaa uh, ikisalia imefungwa. Hamza Yusuf alikuwa katika hospitali hiyo na kuzungumza na baadhi ya wagonjwa ambao wamekosa wauguzi wa kuwahudumia. Kwa siku za kawaida, shughuli za matibabu zinapoendelea katika hospitali hii wanaohitaji huduma hawahesabiki, lakini tangu Alhamisi picha ni tofauti. Hakuna wagonjwa ila walinzi waliowekwa hapo kwa kuwazuia wanahabari kuangazia hali ilivyo katika hospitali hii ya rufaa. Hey, wa, wa Wanin... hapa tunaamrishwa tusichukue picha. Tulifanya mbinu zote kuingia ndani na picha za kwanza tuliyokumbana nayo ni ya kuvunja moyo. Mama Amina Hassan alijifungua hivi majuzi, kifungua mimba wake yupo taabani, hana uwezo wa kumpeleka hospitali nyingine na lazimika kulinda mwanawe asiliwe na paka, kwani visa vya watoto kuliwa na paka si jambo geni katika hospitali kuu ya Garissa. Kwa lugha ya mama ananiuliza iwapo kamera zetu zingempa usaidizi wa dharura mewe amejawa na hofu. there is no doctor yote, lakini is serious, I don't know. Kando yake ni Abdirizak Mohamed aliyesafiri kutoka hospitali ya Madogashe kwa sababu ya hali yake. Kwa mjibu wa Abdirizak, hakuona daktari kwa muda. Wasiwasi wa jamaa zake ni mguu wa mgonjwa huyu kuharibika. Hatuna uwezo wa kupeleka hospitali yoyote, ndio sababu tumeleta huku. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii ndio hospitali ya serikali, na hatuna namna yote, hatuna uwezo wa kupeleka hospitali ya private. Yote haya yalisababishwa na mgomo wa wauguzi kwa madai ya kutolipwa mshahara wa mwezi Agosti pamoja na mahitaji mengine. Kamati ya wahudumu wa afya katika kaunti ya Garissa walizuru hospitali hiyo na kuwalaumu wahusika. No patients, no doctors. And we are calling upon the governor and his team to immediately make arrangement of paying all the workers, including the health workers, by Monday next week. Kwa sasa hii ndiyo hali halisi ya hospitali kuu ya Kaskazini Mashariki. Hospitali ambayo kila siku hupokea takriban zaidi ya wagonjwa mia moja. Leo hii imebakia kuwa mahame bila shaka ni jambo ambalo linahitaji hatua ya dharura, la sivyo waliosalia humu ndani bila shaka wataangamia. Hamza Yussuf, KTN, leo katika hospitali kuu ya Garissa.